Eh, bwana, mambo vipi? Mike ndo limeshawashwa, karibu kwenye Mastori ya Town, mimi ni Milson Godfrey tukianzia hapa nyumbani tunakutana na msanii wa hip hop kwa sasa akiwa ndiye naibu waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, mheshimiwa Hamis Mwinjuma Mwana FA, ameamsha hisia za wapenzi wa mziki wa hip hop na bongo flava baada ya kumtaja Professor Jay kama rapa bora wa muda wote, the greatest of all times. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mwana FA alichapisha picha ya Professor Jay na kuandika ujumbe mfupi lakini wenye uzito ndani yake, akieleza msimamo wake juu ya ubora wa msanii huyo na akitaja baadhi ya ngoma takriban 15 za kwake Profesa Jay, ngoma kama Chemshabongo, jina Langu, Nikusaidieje, Niamini, Zali la Mentali, Starehe na zinginezo kibao. Mwisho akaandika maneno yafuatayo akimwelezea Profesa Jay, na nukuu, the heavyweight MC, the greatest of all times, the best to ever do hit, yakiwa ni maneno yake Mwana FA kwa Profesa Jay. Chapisho hilo limewasogeza kwenye uwanja wa comment watu mbalimbali akiwa ni pamoja na Diamond Platnumz ambaye ameandika indeed akimaanisha ni sahihi. Profesa J mwenyewe akiutaja wimbo wa Mwana FA Binadamu na kuweka emoji za mikono juu akimaanisha ni balaa. AY, Juma Nature, Ahmed Ally pia ni miongoni mwa waliodondosha maoni yao kwa alichokiposti Mwana FA. Labda nikukumbushe tu Profesa J katika safari yake ya mziki anashikilia nguzo kubwa kwenye historia ya mziki wa hip hop Tanzania. Aki a ameweka alama zisizofutika kwa miaka takribani 37 mpaka sasa mpaka sasa hivi. Mwaka 2004 Profesa Jay alishinda tuzo ya albamu bora ya hip hop katika tuzo za Kilimanjaro Music Award kupitia albamu yake ya Mapinduzi Halisi. Mwaka 2006 alishinda tuzo ya wimbo bora katika tuzo za Kilimanjaro Music Awards kupitia wimbo wa Nikusaidieje. Best Tanzanian Song tuzo za Kisima Music Award nchini Kenya kwa wimbo huo huo Nikusaidieje. Mwaka 2007 Professor Jay alishinda tuzo ya best male artist Tanzania katika tuzo za Pearl of Africa Music Award pamoja na kushinda best Ugandan song katika tuzo za Kisima Music Award kupitia wimbo wake wasivyo ndivyo aliyomshirikisha Jose Chameleon. Mwaka 2009 alitunukiwa tuzo ya best songwriter, yaani mwandishi bora katika tuzo za Tanzania Music Award huku Mwaka 2012 alishinda tuzo ya Best East African Art katika tuzo za Kisima Music Award. Pia Profesa J aliwahi kutajwa kushiriki tuzo za MTV mwaka na 2008 katika kipengele cha Best Hip Hop, ambapo umondani alikuwa akichuana na wakali kama Lil Wayne, The Game, Ice na wengine kibao. Ukweli nikisema, nishushe listi yote tutakesha, ila itoshe kusema tuzo hizi zinaonyesha mchango wa Profesa Jay katika mziki wa hip hop kwa Tanzania na Afrika Mashariki. Hizi ni stori za masta Tanzania. Habigali Chamzi amewatolea uvivu watu wote wanaotoa harufu ya jasho. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Habigali Chamzi ameposti video akizungumzia kukerwa kwake na tabia ya baadhi ya watu wanaotoa harufu ya jasho. Ngali kuna bidhaa za kuondoa hali kama hiyo, huku akitaja bidhaa kama deodorant. Lazima lazima na kwa kwanza, just think about that. Ndani ya masaa 24 ndani ya siku sekunde, mtu unashindwa kupaka deodorant, mtu unashindwa kupaka, na nashindwa ku grasp ku understand ku comprehend vile mtu anaweza, kwa sababu unaweza, kwa mkasubu hii umechelewa, labda kasi umechelewa, labda shule ni uweze kuona muda, lakini hata kupaka ni rat. Alafu oh my lord, guys, the worst part ni pale unapokutana na bonge la handsome boy, yani bonge la handsome boy, ama pendeza, ama waka, you guys looking at each other from across the room, yani matazama ya wengine, she me this guy fine as hell. Aya, sasa nakusogelea. Hey, how you doing? Pale anafanya tu vile.

Hmm? Hatua ya Abigail Chams inakuja huku kukiwa na mjadala mkali mitandaoni kuhusiana na maswala ya kunukia vizuri, hasa kwa wanaume kama kipengele madhubuti katika kujiongezea thamani, usmati pamoja na heshima, hata kama kipato ni kidogo. Stori yake Abigail Chams ndiye inatufungia ukurasa wa mastori ya tauni kwa hapa kwetu nyumbani. Hi, hizi ni stori za masta kutoka nje ya Tanzania. Kimataifa, msanii wa pop mwenye ushawishi mkubwa duniani, Taylor Swift ametangazwa rasmi kuingia katika orodha ya Songwriters Hall of the Fame, akitajwa kama mmoja ya wa wasanii wachache zaidi kuwahi kupata heshima hiyo, akiwa bado ni kijana ukilinganisha na wote waliomtangulia. Songwriters Hall of the Fame ni taasisi inayotambua waandishi wa nyimbo waliotoa mchango mkubwa katika historia ya muziki duniani na kutangazwa kwa Taylor Swift ni uthibitisho wa nafasi yake kama mmoja wa waandishi wa nyimbo waliobadilisha mwelekeo wa mziki wa kisasa. Katika safari yake ya mziki Taylor Swift amefahamika kwa kuandika nyimbo zinazoelezea maisha halisi, mapenzi, maumivu na mafanikio, hali inayofanya kazi zake kugusa mamilioni ya mashabiki duniani. Baadhi ya nyimbo zake zilizopata mafanikio makubwa kimataifa ni pamoja na Love Story, You Belong With Me, Blank Space, Shake It Off, Bad Blood, Style, Look What You Made Me Do, Cardigan na Cruel Summer, nyimbo ambazo zimefanya vizuri kwenye chati mbali mbalimbali duniani majukwaa ya kusikiliza mziki na katika ziara zake kimataifa kupitia albamu zake mbalimbali mbali kama Fearless, 1988, Repetition Evermore na Midnights Taylor Swift ameonyesha uwezo wa kubadilika katika mitindo huku akiendelea kusimamia uandishi wake wa nyimbo kama muhimili mkuu wa mafanikio yake. Taylor Swift anafahamika sio tu kama mwimbaji bali zaidi kama mwandishi wa nyimbo. Katika miaka yake ishirini ya muziki amepata tuzo kadhaa ikiwemo tuzo 14 za Grammy, tuzo 34 za Billboard Music Awards, tuzo 12 za American Music Awards na zingine nyingi za kimataifa. Heshima ya kuingia kwenye Songwriter Hall of the Fame inaongeza ukurasa mpya kwenye historia ya Taylor Swift, akiwekwa rasmi kwenye horodha ya waandishi wakubwa wa, wa nyimbo duniani sambamba na wasanii walioweka msingi wa mziki wa kisasa. Kwa mashabiki wa mziki duniani, hii ni kumbukumbu kumbu nyingine kwa safari ya Taylor Swift, si maarufu pekee, bali pia ni mchango wa kudumu katika sanaa ya uandishi wa nyimbo. Stori yake Taylor Swift ndio inatufungia ukurasa wa Mastori ya Town kwa siku hii ya leo. Usikose kutufuatilia kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa, hapahapa Radio Sengerema FM. Mimi ni Nelson Godfrey.